92.5, Mjini FM. Saa moja na dakika 22, 32 tokea ifike hiyo 12 kamili za asubuhi, ambapo tulikuwa tupo na wewe na tunaendelea kuendelea na wewe mpaka tatu kamili za asubuhi. Ila bwana, tulivyokuwa tumekuambia toka mwanzo kwamba leo tutakuwa na mgeni, ambapo mgeni wetu bwana huyu, tutazungumza vitu vingi, ila fokasi yetu bwana, tutajaribu kuangalia kwenye vitu vya ndani, ambapo tunajaribu kuangalia, je, watanzania tulio wengi tunaandaliwa kufanikiwa au tunaandaliwa kuhimili mishtuko ya hapa na pale katika maisha. Hiyo ndio main concept yetu, lakini tupo na mgeni anaitwa Andrew Mahiga ambaye yeye ni mtaalamu wa maendeleo sekta binafsi, lakini pia huyu bwana anatokea, ambaye ni mkurugenzi wa nchi, idara ya biashara na uwekezaji katika ubalozi wa Uingereza jijini Dar es Salaam Tanzania. Karibu sana Andrew. Asante sana mshauri. Kwema kabisa. Kwema kaka, kwema. Yes. Ni moja kati ya vijana ambao kiukweli uh, umefanikiwa. Mimi na mimi nataka tuanze mbali. Umefanikiwa sana kuweka mitandao yako ya kijamii ki katika mfumo ambao kijana yoyote inabidi akufuatilie. Siri ni nini? Da, sikuuliza leo swali, lakini <laughs> nashukuru. Ah uh, lakini unajua mitandao ya jamii mimi, nimeanza mambo ya social media nimeanza miaka mingi sana, hata kabla Instagram haijakuwepo, mm. Nilikuwa nafanya blogging, kwa hiyo nilikuwa napenda ku, kuandika stories za uh, la, labda fashion au uh, vitu ambavyo vinafanyika vina, vina duniani, natoa maoni yangu, naweka picha na comment mm. kwa hiyo ni, nilianza ku ya following, nilianza nao zamani sana, kwa hiyo mitandao ilipokuja sijui Twitter sijui Instagram mm. nilikuwa tayari nenda kama following na nilikuwa na okay. message tayari, kwa hiyo ikawa rahisi watu kunifuata kwa sababu mm. sikuanza nazo Nilianza kabla az okay. Yeah. Kijana wa Kitanzania kwa upande mm. wako unahisi anaandaliwa vizuri kupambana na changamoto kama ambavyo tunazungumza na kujiendeleza ama anaandaliwa yule mtu wa yaani, ku, ku, kupambana na, ma, na matukio magumu tu. Unajua kuna mm. aina mbili kwamba unaandaliwa kwa ajili ya kutengeneza wealth lakini unaandaliwa kwa ajili ya kupambana na majanga ya yeah, ni, ni swali zuri na zito kidogo mm. Sijui kama nina ninajibu simple mm. Lakini labda nianze kwenye labda mfumo wetu wa labda mashule, jinsi tunavyo vitu ambavyo tunafundishwa, jinsi tunavyofundishwa. mm. Unakuta sisi na haswa labda watu waliokuja kabla yetu wamefundishwa sana ku, labda wanajifunza kitu ili waajiriwe sehemu au waende kupambana kutafuta kazi, mm. kutafuta kipato sehemu. Nadhani ile kumfundisha mtu labda ubunifu, kuwa creative au labda kuwa mjasiriamali kidogo bado tumeimprove yes. Uh, ukilinganisha na miaka ya nyuma, lakini bado kuna, kuna mengi ya kuimprove, ili mtu akimaliza kwenye mfumo wa, wa shule au wa vyuo awezi kidogo, mtu ambaye yuko creative anaeza akatengeneza kitu chake mwenyewe hata kama hamna fursa um, ambazo wanaita elimu bunifu kabisa kabisa, nadhani yeah. mm. mm. mm. okay. bado sisi tuna, tuna mwendo wa kusonga mbele kwenye ile tuna elimu tegemezi. mm. Yeah. Ambayo ina, ina vision zaidi ya kuamini kwamba tunasoma ili tuje kuajiriwa. Naam. Hatuko kwenye tunasoma ili kubuni au kupata maarifa ya kuweza kufanya kitu fulani ambacho ni cha kwako binafsi. mm. Turudi tu, tu kwenye, kwenye kwenye kwenye kwenye jamii ambayo inaishi zaidi kwenye kutegemea kipato kimoja. Ndio hii ni kaaje kwako? Unajua kwanza, mimi binafsi nadhani utamaduni wetu wa Tanzania na wa Afrika wengi tuna haso tuna yani wale ambao tume, tumebahatika kupata ajira lakini, unakuta wengine bado wana kibiashara, wana kimradi, fine, wanajaribu, wana test mm. Sio kwamba labda ni rasmi mm. au labda kina, kina mafanikio, lakini unakuta watu wana, wanajaribu jaribu, jaribu kupata kipato cha pembeni zaidi mm. Nadhani ni utamaduni wetu wa, wa, wa Afrika kwa sababu kama kwa nasema nafasi za kazi nyingi hazipo na watu ambao wanatoka kwenye mavio kwenye mashule ni wengi sana mm. Kwa sababu sisi kama Afrika idadi yetu ni kubwa ule nadhani ule utamaduni upo, sasa labda shida ni kwamba kurasimisha hizo biashara zetu mm. na kufocus kwenye kitu kimoja, make pia sisi labda tuna tabia tunajaribu, iki, ikishindikana iki, tunaruka kwenye sehemu nyingine, ikishindikana tunarukaruka. Kwa hiyo ule labda ule, ule msimamo, ile focus ya kusema kwamba mimi nataka labda anza biashara fulani hivi nijifunze kuhusu biashara nijifunze kuhusu mambo ya sijui, mambo ya kodi, mambo ya kusajili kampuni, mambo ya kuajiri, mambo ya masoko marketing, mm. nini hivyo vitu bado hatuna, lakini ukisema kwamba mtu kuangaika ngaika, nadhani sisi kama Tanzania vijana tunahangaika sana, hasa vijana katika mazingira ya kijana wa kitanzania ambaye ni mfanya biashara mdogo na anahitaji sasa kwenda katika kutengeneza pato lake la pili mm. Je, anaweza akafanya vipi ama unaweza kumshauri vipi aweze kupambana na kukwepana na urasimu na sehemu mbili tatu kama hizo yeah. Um, kwanza ningeshauri kwamba warija ku, ku, kupata kipato cha pili, au, au kwanza biashara yako sio lazima moja kwa moja kurasimisha kitu kwanza. Kwa mfano nadhani nadhani TRA, kama unaingiza chini ya milioni nne kwa mwaka huhitaji kulipa kodi yoyote yeah kwa hiyo unaweza ukaanza kidogo kidogo. Kwa mfano mm -hmm. na biashara nzuri ya kwanza labda ni kununua na kuuza vitu labda, mm -hmm. umeenda kwa bei fulani, umeuza kwa bei juu kidogo, unapata faida yako kidogo. Hapo hapo ndio tunamzungumzia winga, ambe ambe winga hivi, winga ni mtu rasmi <coughs> au ni mtu ambaye anaonekana tu ni msaada fulani kwenye biashara za watu? Kwa sababu winga kama ni mtu ambaye hayuko rasmi, natmenzi atambuliki Mm. Ila sasa hivi anatambulika kwa sababu inabidi walipe kodi. Yes, ambao na, pia nao na, na, wanaona kodi yake, kama wanaonewa kodi yake sio ile nani ni laki. Yes. ambayo analipa kwa awamu ndani mm. ya mwaka ndio mm. yeah. Yeah, kwa hiyo vitu kama hivyo kama una, unajaribisha una kitu unajua, mm. vitu ambavyo labda vina msimu ambao unajua ikifika kifika msimu huu vitu watu wengi wanavitaka, labda mm. msimu wa sikukuu watu wengi wanataka kununua nguo nini za Christmas, unajaribu nini, yes. nini. Mm. vitu kama hivyo unanua sehemu unauza unaangalia. Baada hapo sasa, unaanza kama biashara inaenda vizuri, unaanza sasa kurasmisha kitu labda unatafuta una, una, frame au unasajili kampuni, lakini kidogo kidogo, vitu kama hivyo unaweza hata mazao nafaka, vitu kama hivyo, hasa watu ambao wako nje ya miji mikubwa. Okay, katika kutengeneza pato kwa jamii yetu ya sasa hivi mm. kwamba yawezekana wewe ukawa umeajiriwa sehemu fulani, lakini ukahitaji kutengeneza pato la pili Ndiyo, sasa pamekuwa na dhana kama huyu mtu akitengeneza pato la pili inakuwa ni kama anatafuta sasa anasa fulani tu au labda kujisifia fulani. Hii knowledge kwa nini ipo zaidi mtaani kwetu kwamba mtu akianza kujivuta kutafuta pato lingine, anakuwa anaonekana maybe anajiextramile kwenye vitu vingine zaidi na an anatoka kwenye ile ajira anatoka, yeah. kwenye ile ajira yake, yaani kwamba huyu, inategemea na mwajiri Uh, kwa mfano kama wewe unatafuta kipato cha pili ambao haiingiliani na kazi zako mm. rasmi mm. nadhani pale ambao mwajiri anaweza kuwa na wasiwasi wasi ni kama kile unachokifanya pia kina kinalingana au kinaweza kugongana na, na, na kazi yako mm, lakini kwa mfano kama wewe uko ofisini, labda wewe ni sekretari pale mlangoni, lakini labda unataka kufunga duka lako la nguo na ofisi labda ni ofisi labda inatoa huduma labda ya ki... Mm. Unataka kufungua kiduka chako cha nguo haingiliani na, na, na biashara tena, wewe unaweza kuwa mteja wa mwajiri wako, maana unaweza kwenda hapo kuomba mkopo yes, no. Na, kwa nadhani inategemea, inategemea na, na kitu ambacho unataka kufanya. Wajiri wengi kama ukiwaeleza mwanzoni, na pia watu wengi wanaficha hiyo ajira ya pili, nadhani hicho kipindi mm. kitu kibaya. Hapa hapa inabidi tubaki hapa, yeah, yeah. Yeah. Hapo sasa twende tu, na, mi nazungumzia zaidi mtaa mm -hmm, sana mm -hmm. Kwa nini kwa nini tunaficha? Sijui labda ni ule uoga kutokujua, au kutokukuna mawasiliano mazuri we na, na mwajiri wako mm. Unaona, kama nikimwambia huyu mtu ataona kama mimi napoteza focus kwenye kazi zangu, lakini Waajiri wengi labda wanaweza wakaelewa, pili unaweza kukushauri vizuri na kitu chako cha pili ambacho kitenda vizuri zaidi kuliko kumficha, uh, kuliko kumficha mwajiri oh. Uh, na pia nadhani pia, unajua nadhani tutaongelea baadaye, unajua mtu, watu wengi hawataka hata kurasimisha biashara zao, ukiachana na mwajiri, hata pia mambo kama tulivyosema, mambo ya kodi, mambo ya dini, unaona kama, hmm. tozo ziko nyingi, kodi ziko nyingi, kwa hiyo Edi, kwa ujumla wanaficha, sio tu kwa mwajiri, wanaficha kwa watu wengi sana mm. Unaona, na sababu zao nazielewa kwa nini wanaficha, lakini ushauri wangu ni kama una mwajiri mzuri mwelewa mm. Mshirikishe, mwambie kitu ambacho unawaza na hata kabla hujaanza hicho kitu kama mm. inawezekana, au labda kama ume, umepata ajira sema, lakini wewe uko shanza kitu chako kingine, mwambie tu mwajiri wako mnavoongea, mnavofanya ile interview mm. mfano, mfano. Mfano. Mimi natangaza mm najua anachonilipa mwajiri wangu ni kiasi hiki. mm. mwajiri wangu ananiona mimi na biashara ya kuuza magari mm. ambao mtaji wake auendani na hiki mm. unachokipata unachokipata, mm. inaweza kuwa kubwa zaidi, kubwa kwa mfano mm. mfano hii na iwekaje? Yeah. Kwanza kiutaratibu na nadhani hata kiusharia mwajiri anatakiwa kukulipa wewe kwa uwezo wako na kwa hiyo kazi ambayo anakupa. Huwezi kusema kwamba ah, kwa sababu wewe unaingiza kipato kingine huku sehemu nyingine, basi mimi nitakupunguzia mshahara hapa. Hapana, hata mm, kama wewe ungekuwa milionea au bilionea mm, na unafanya hii kazi nyingine, mwajiri wako anatakiwa kukulipa kwa uwezo wako wewe na kwa kazi ambayo amekupa kulingana na bei ya, ya soko kulingana na sehemu nyingine watu wanalipaje, mm, ile average, mm, Usta, uh, nini ustani kwa hiyo hatakiwi kuangalia. Wewe unaweza kumwambia kwamba mimi nafanya kazi, nafanya biashara nyingine, lakini haitakiwi kuinfluence yeye jinsi anavyokulipa au jinsi anavyokutreat wewe kama mfanyakazi. biashara yangu ya, ya, <clears throat> ya, ya, ya, pembeni ndio ikiwa ina perform vizuri mm. na kazini ina perform vizuri mm. inaweza kumuinterest mwajiri wangu kuniongezea kipato. Kitu ambacho kitamuinterest mwajiri kuongeza kipato ni wewe unavyo perform kazini na perform vizuri Ndiyo. Na kwenye kipato changu cha pili mm. niko perfect. Ndiyo. Inaweza kumfanya yeye ni kummotivate yeye akasema aka kwamba eh, namuona dalali, dalali unafaa vizuri sana kwenye biashara yako mm. ni kuongezee huu mshahara ili angalau na wewe ukaendelee kuongeza tena huko kwenye hiyo biashara yako binafsi. Kama mimi ningekuwa mwajiri, ningeangalia unavyo perform kwenye hiyo kazi ambayo nimekuajiri kama una perform vizuri kwenye biashara yako hiyo, ni sawa naongera, mm. Lakini haitakuwa sababu ya mimi kukuongezea wewe kipato okay. Vitu, nita, nita, nita singatia vitu vingine wanavyo perform, kwa sababu kama kampuni kwa ujumla pia ina perform vizuri, lakini wenzako wengine hawa perform vizuri, mm. mapato ya kampuni yanashuka ambayo hayahusiani na, maka una perform kazi yako vizuri. Mm. Lakini kwa ujumla Mm. ina perform Mjini FM 100% kama kampuni biashara kama kampuni. Mm, mm. yangu mimi mm. ya magari Ndiyo. inafanya vizuri mm. kipato changu ambacho ndio hicho sasa pembeni mm. mm. kinaweza kumotivate mm. yani performance ya 100% ya Mjini inaweza kumotivate mwajiri kuniambia nakupa kama motisha ile kwamba ni kuongezee kwa sababu una perform vizuri mm. kote, kote. Sasa hiyo kuongeza inaweza kuwa sio kwenye mshahara, inaweza kuwa kwenye ah, kwa kama bonus. Inaweza kuwa kama yeye anaingiza kama anakusupport kama mtaji wa biashara yako, sijui umeelewa? Lakini kukuongeza kipato kwenye kwenye mshahara wako na kama wengine haongezewi hiyo, hiyo, sawa, hmm, kwa asilimia hiyo hiyo sawa, tutakana kwa kama kuna upendeleo. Okay. Yeah. Na wewe kama kama bosi wa kampuni nzima inabidi uangalie wafanyakazi wote. Okay. Kwa sababu sasa wengine wanaweza kusema kwa sababu mimi sina biashara pembeni kwa hiyo siongezewi kipato. Wow. Kwa hiyo huyu anapendelewa kwa, an, an, kwa sababu yeye anafanya vizuri na ni mjasiri ya mali unaona. Kwa hiyo inabidi uangalie ni, ni sababu gani na kuongezea kipato, maana anasema binafsi kama ni performance yako unafanya vizuri na kampuni inafanya vizuri basi wote waongezee kwa asilimia fulani labda. Mm. yako Eh, tumekuwa na, na, na wanafunzi wa chuo mm. kama rekodi mi, si, yangu iko sahihi, lakini miaka minne nyuma Mm. Tumekuwa na wanafunzi ambao walikuwa na wanafunzi ambao wanategemea kuajiriwa mm. Kama alivyosema mgeni wetu mm. wanategemea kuajiriwa yeah. Lakini asilimia kubwa ya wanafunzi wa chuo sasa hivi ndio ambao wanasoma at the same time wanajitafutia kipato yeah. <clears throat> nje ya boom. Mm. Hii hii imekaaje hii? Mimi nadhani sio mbaya nadhani ni kitu kizuri maanake, hmm. Ukijifunza biashara na masoko mapema iwezekanavyo inakusaidia mbele. Yaani, ukija kumaliza chuo unakuwa uko strong zaidi, unakuwa tayari unaelewa hmm. maisha ya ya dunia yakoje hmm. biashara ikoje ya hapa, nabidi nifanye hivi hapa, sio kwa, nadhani sio kitu kibaya as long as una unafanya vizuri kwenye masomo unafaulu. hmm. Lakini nadhani ni kitu kizuri, okay. kwa sababu kusema ukweli watu wengi wanaomaliza chuo asilimia kubwa hawatapata hawataajiriwa, yeah. Tuko wengi sana vijana wako wengi sana yeah. Na idadi ya kazi haziko hazitoshi hazitoshi, kwa hiyo ni muhimu hicho kitu ni muhimu, ni muhimu. Uh, kuna kitu sasa, kwa sababu <clears throat> wewe umeshakaa kwenye field miaka 13 ni miaka ambayo unajua vitu vingi mm -hmm, na maybe inawezekana solution ya vitu vingi. Kuna jambo mimi naliangalia of course, na angalia kwa wenzetu wanavyoishi mambo ya ufanyaji wa kazi kwenye sekta binafsi hata serikalini kwa kujali zaidi masaa yaani, mm. kwamba mfumo unakuta mtu atakuwa siku anaweza kaa na, na kazi tatu mm. labda analipwa an, kazi ya kwanza masaa manne kazi ya pili masaa matano masa huu mm. mfumo kwa nini hauiaplidi sana Tanzania labda, yeah. unaweza ukahisi maybe tatizo ni nini? Kwa sababu ukienda kwa bosi sasa hivi ukamwambia mimi nipe masaa yako manne tu fanyie mm. kazi nimalize, anakuona kama umechanganyikiwa. <laughs> Yeah. Yeah. Yeah, nzuri ni, ni, sana na mimi mwenyewe nilishapitia hicho kitu mm. nadhani. Unajua sisi Tanzania, nadhani tushaweka mfumo kwamba masaa ya kazi ni kuanzia labda saa mbili asubuhi, inategemea saa moja au saa tatu mpaka saa mm. moja ndo masaa ya kazi, na unaweza kukuta hata mtu hata ukiangalia utafiti kwamba ndani hayo masaa nane sijui watu wako productive labda masaa manne matano tu. Yes. kuna lisaa limoja inapoteza kwenye break uh, ya lunch na pumziko lunch. ya lunch sijui kuna breakfast hapo, mtu anaingia ofisini kwanza eh, <coughs> of unatoka afu unaenda kunywa chai unarudi baada ya lisaa ile yeah, mm. Unajua, ukiangalia okay, <coughs> masaa ambayo mtu kweli unafanya kazi labda manne au matano matani. unajua mm lakini pia mfumo wa kuajiri pia huko hivyo, kwa sababu mkisaini mkataba mkataba wako inasema pale masaa ya kazi sisi hatuna mfumo wa kumlipa mtu kwa masaa mm. Kama wenzetu labda nchi za Ulaya Marekani, unakuta mtu kabisa kuna rate ya yaani, serikali ya hilo jimbo inasema sisi rate yetu kipato cha chini kabisa, mtu analipa labda dola 12, kwa saa. Mm, unaona? au dola 15 kwa saa. Mm. Kwa tayari ukeka okay, kwa mfumo kwamba sisi rate yetu ya kulipa mtu kwa kwa saa tayari, mnavyoajiri mtu unaweza kuanza kwa mazungumzo ya masaa sasa, kwa sababu tayari anajua bajeti yake. Lakini ukisema mimi wewe mshahara wako ukiingia, siku tatu siku nne siku tano, mwisho mwezi unapewa mshahara huo huo, yes. Yes. Hmm. Bosi wako atataka kutumie kwa masaa yote iwezekanavyo, kwa sababu anakulipa, anakulipa, anakulipa, ah. mshahara ambao ni flat sasa. Ameanza kuelewa tukiweka mfumo wa mtu kumlipa mtu kwa masaa, ndio unakuta watu wanaweza kuwa na kazi tatu, nne yes. Mimi nishakuwa na kazi tatu na ninasoma kwa sababu naingia saa kumi na mbili jioni uh -huh. natoka saa tatu usiku. Masaa yangu hayo nimefanya kazi kumi na mbili jioni na saa tatu usiku uh -huh. asubuhi naenda shule. Shule namaliza inategemea na siku, kuna siku nilikuwa namaliza darasa saa tano asubuhi uh -huh. saa nane hadi saa kumi naingia kazi nyingine masaa matatu, afu naenda uh -huh. kazi yangu saa kumi na mbili nchi gani unaona, marekani Okay, kwa sababu yes, wana, wana za yes. Kwa sababu watu wana rate zao za masaa, kwa sababu hatuna rate za kumlipa mtu kwa masaa, inakuwa ngumu sana kusema kwamba mtu tuanze kulipa, kwa sababu mwajiri atataka akutumie wewe kwa masaa yote ya kazi, kwa sababu ndio mkataba unasema hivyo, hivyo, na utaratibu wa kazi <laughs> nchini kwetu ndio iko hivyo. Mimi mm. mm. Ah, nimeona huo mfumo, huo mfumo. Naam. Nimeona mm. kwa watu wanaofanya kazi za ndani mm. yani, kuna mdada ambaye anakuja anafanya usafi saa mm. nne, anasepa naaa, umemlipa hela yake. Huku kukubwa huku au kwenye maofisi mm. shida inakuwa nini? Unakuwa kama kifaa cha ofisi muda wote huko ofisini, na hata kama hauna kazi inabidi uwepo tu uwepo, yeah, tu sasa mm. mwisho wa siku ndoaga, mi naamini kwa nini ofisi za kitanzania zina majungu mengi, kwa sababu watu muda wa kazi, yani nature ya binadamu kuna kuchoka kwao, akishachoka anaanza refreshment. refreshment ya ofisini ni nini? stories na nini, baadaye umbea umbea umbea, lakini kuja kufanya kazi masaa yako matatu ya, alichokiongea mgeni nimekielewa. mm. naisha kiona hicho kitu German mm. Ujerumani. Yes. Okay. Tutarudi na mgeni wetu ambaye tupo na Mr Andrew Mahiga, ambaye yeye ni mtaalamu wa maendeleo katika sekta binafsi, lakini pia anatoka huko, ambaye ni mkurugenzi wa nchi idara ya biashara na uwekezaji katika ubalozi wa Uingereza jini Dar es salam Tanzania. Tutarudi kuweza kuendelea kuzungumza naye, lakini pia kupeana elimu kama vijana, lakini pia tutakuja kuelezea jinsi gani faida ambayo unaweza ukaipata kupitia Plascon. Sasa ndugu yangu Plaskon dalali, mm. Wanatupaje ibana? E, Plaskon mimi na siri yao moja leo. mm. E, moja kati ya siri ambazo ninazo kutoka Plaskon. Unajua, unajua, unaona Andrew alivyopendeza. Naam, unaona wewe ulivyopendeza. Ndio, unaona dalali, dalali mwenzetu jamaa alivyopendeza. Ndio, ndio na asante mm. kuna namna ukiwa, ukiwa un, unatoka kwenye nyumba ambayo imepakwa rangi za Plaskon mwenyewe unajiangalia, kwanza, nimependeza kama nyumba yangu kwamba hautoki tena geto, eh, unatoka nyumbani kwako, eh, na hautoki kwenye jengo, eh, unatoka kwenye mjengo e. Na uzuri rangi za Plascon bwana, kuna rangi ambazo unaweza ukapakaa kwenye magari mm. Kuna weather guard ambao kwenye nyumba unaweza ukapakaa mm. Na kuna rangi ambazo zina rangi tofauti tofauti ambazo unaweza ukapaka kwenye nyumba, kwenye mbao na sehemu zozote, ukawa na enjoy nguvu ya kutoka Plascon ambao tunakwambia Plascon color your world mm. yes